Karibu msikilizaji wa Tumaini Media. Leo ikiwa siku ya Alhamis, karibu katika tafakari ya Injili. Masomo yetu ya leo, somo letu la kwanza linatoka kitabu cha Esta sura ya nne aya ya kumi na saba na injili yetu inatoka kwa mwinjili Matayo sura ya saba hadi ya kumi na mbili. Tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate, atampa jiwe? au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wa mwombao? Basi yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na Manabii. Mpendwa msikilizaji watumaini media karibu katika tafakari. Leo siku ya Alhamisi, ambapo katika Injili tuliyoisikia punde, tunasikia Bwana yetu Yesu Kristu akiwafundisha wafuasi wake kusali. Bwana Yesu anataka tuwe watu wa kusali bila kuchoka. Mungu ni mwema na kamwe hapuuzii maombi yetu. Mungu hutupatia vile vitu ambavyo vitatusaidia. Hivyo tunaposali tunapaswa kwanza kuwa na nia njema katika kile tunachokiomba. Tuombe vitu ambavyo ni vyema, tusiombee wengine vibaya tukifikiria kwamba Mwenyezi Mungu atasikiliza sala ya namna hiyo. Tunapaswa kusali katika kila hatua ya maisha yetu, tunapaswa kuongea na Mungu, kumshirikisha Mungu kila hitaji ambalo tunahitaji Mwenyezi Mungu atujalie. na Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mfano kwamba kama vile mtoto amwombavyo baba yake mkate hataweza kumpatia jiwe bali atampatia mkate. Hivyo hata sisi tukiwa na nia njema, tukiwa na malengo mema katika maisha yetu, Mwenyezi Mungu atatujalia pale tutakapomwomba, hawezi akatunyima Mfano unaumwa, unaposali Mwenyezi Mungu akuponye, Mwenyezi Mungu atakuponya kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo, na anapenda sisi tumtumikie katika hali ya uchaji. Hivyo chochote ambacho tutamwomba, na kikiwa katika kumwomba hicho hitaji hilo, tutakapolipata ni kwa ajili ya kumjua Mungu kumpenda na kumtumikia, Mwenyezi Mungu hawezi akatunyima kile tunachomwomba. Hivyo ndugu zangu hata yale ambayo tunaona kwa macho yetu hayawezekani, kwa Mungu yanawezekana. Mshirikishe Mwenyezi Mungu, mwombe Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia. Changamoto zako zote zipo ndani ya uwezo wake, maisha yetu yote yapo ndani yake, yapo chini yake. Maana yake kila kitu tunachokifanya Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kutujalia neema ambazo sisi tunazihitaji, lakini tu kama tutamtumainia yeye kwa kusali. Hivyo, katika kipindi hichi cha Kwaresima, tunapaswa pamoja na kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie yale mahitaji yetu ya kila siku, pia tunapaswa kuwaombea na wengine. Nchi nyingi kama za Sudani, Kongo wanahangaika na mavita maka, mambo ya ukabila hayo yote wanayafanya, wanakosa amani. Hivyo kama sisi sehemu yetu ya majitoleo ya kipindi hichi cha Kwaresima tuwaombee yale mataifa ambayo yana vita vya kila siku, Mwenyezi Mungu aweze kuwashushia baraka ili na wao waweze kuishi ile amani ambayo sisi tunaifurahia leo hii. Na sisi pia tusilizike, tuendelee kusali kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia maisha ya amani ambayo tunayo sasa. Amani hiyo iweze kuendelea siku zote na isiwe na kikomo. Na kwa kufanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu atatujalia amani ambayo tunaitamani, na atawajalia wale ambao tunawaombea waweze kuishi katika maisha ya amani. Na kutakia siku njema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristu.